Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema kufanikiwa kwako kuko ndani yako. Siri, nguvu ya mawazo. Leo napenda tuzungumze kuhusu nguvu ya ajabu ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Nguvu ya mawazo. Mawazo yako yanaweza kujenga au kubomoa maisha yako. Tafakari hii itakusaidia kuelewa kwamba namna unavyowaza leo ndiko kuna kuamua maisha yako ya kesho yatakavyokuwa. Barikiwa sana unapoanza kujifunza hapa Nuru ya Maisha. Ni mimi Mwalimpita ninayekukaribisha. Tuanze tafakari yetu kwa jambo hili la kwanza: mawazo ni mbegu. Ni muhimu sana kufahamu kwamba mawazo yanayokuja kwenye moyo wako ni mbegu. Kila jambo kubwa la mafanikio lilianza kama wazo, vivyo hivyo kushindwa nako kulianza kama wazo. Kwa hiyo, kwenye maisha yako, usilishe akili yako kila kitu. Chagua unachokiweka moyoni. Ukichagua mbegu mbaya, utapata matokeo mabaya. Ukichagua mbegu nzuri, utapata matokeo mazuri. Kama unalisha moyo wako hofu, kushindwa au kutokujiamini, utakuwa mtu wa wasiwasi na hautafanikiwa katika safari ya maisha yako. Ukilisha moyo wako imani au kweli ya Mungu utatembea katika ujasiri, utapata mafanikio. Ukiruhusu sauti za kukatisha tamaa za kushindwa katika moyo wako, ujue unapanda mbegu ya kutokufanikiwa. Vivyo hivyo, ukichagua sauti zinazotoa matumaini, zinazot, zinazokupa ujasiri, unapanda mbegu ya kufanikiwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo katika hili, jambo la kwanza, jilinde sana moyo wako juu ya aina ya mawazo yanayozalishwa kwenye moyo wako. Ukigundua tu, haya ni mawazo yanayonikatisha tamaa, yaninipa hofu, yakatae. Ruhusu mawazo yanayokusaidia kusonga mbele. Hayo ndio mawazo ambayo yanakupa kufanikiwa. Mawazo ni mbegu, chagua mbegu zako vizuri, upate kufanikiwa. Jambo la pili ambalo ni muhimu sana, ufahamu hisia zako zinafuata mawazo yako. Unapowaza vibaya uwe na uhakika utahisi vibaya. Ile hali ya kukata tamaa ni hisia, kutokuona kama unaweza kufanikiwa ni matokeo ya kuwaza vibaya, ambayo inatengeneza sasa hisia za kuona kushindwa, kukata tamaa, kutokusonga mbele. Unapowaza vizuri, unahisi ndani yako furaha, unahisi ndani yako amani, unahisi ndani yako matumaini, unahisi ndani yako utulivu, unahisi kufanikiwa. Hisia zina nguvu sana, na hisia zinatokana na mawazo uliyokuwa nayo. Usije sahau kwenye maisha yako, hisia ni matokeo ya jinsi tunavyowaza na hisia huamua tabia. Yaani maisha yako yanatembea kulingana na mwelekeo wa mawazo yako. Kwa hiyo ukitaka kubadilisha tabia yoyote ambayo uipendi kwenye maisha yako, badilisha mawazo. Kama ndani yako kuna tabia ya uvivu, kuna tabia ya woga kuna tabia yoyote ambayo uipendi badilisha mawazo uliokuwa nayo. Ukibadilisha mawazo, hisia nazo zinabadilika, na unakuwa mtu wa kufanikiwa kwenye maisha. Mungu akusaidie, ili hisia zako ziwe zile ambazo zinakusaidia kufanikiwa kwenye maisha yako. Jambo la tatu, Hatima yako inaanzia kwenye mawazo. Uko hapo ulipo leo ni kwa sababu ya vile ulivyowaza jana. Kesho yako inaamuliwa na namna unavyowaza leo. Ukitaka kubadilisha maisha yako, badilisha fikra zako. Usiangalie kushoto wala kulia, usitafute watu, badilisha fikra zako. Fikra zako zikibadilika, zinafungua mlango wa kufanikiwa kwako. Usipokubali kubadilisha fikra, usitarajie matokeo makubwa kwenye maisha yako. Ushauri wangu, usisubiri watu wakubadilishe. Nguvu ya mabadiliko himo ndani yako. Kile kitabu cha Efeso 3:20, 21 Biblia inasema hivi: basi atukuzwe ye yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tu yaombayo au tu yawazayo kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote milele na milele. Kwa hiyo ndani yako kuna nguvu ya kukufanikisha, ya kukufanya uwe na hatima nzuri, na msingi wa hiyo nguvu ni mbegu ya mawazo iliyo ndani yako. Kwa hiyo chagua mawazo sahihi, yatakupa matokeo sahihi. Mambo mengi unayoona kama ni magumu ni mawazo uliokuwa nayo. Hali yoyote ambayo unaona inakupelekea kushindwa ni matokeo ya mawazo uliokuwa nayo, ambayo inatengeneza hisia, lakini vile vile inatengeneza tabia. Kuna tabia ukiwa nazo zinafunga milango kwenye maisha yako. Hata wale ambao Mungu aliwainua hili wewe wakufanikishe, wakushauri, wakuelekeze, hawatapata nafasi kwa sababu ya aina ya tabia uliokuwa nayo. Kwa hiyo ukiona kama milango imefungwa cheki mawazo yako, badilisha fikra zako, utaona mambo makubwa kwenye maisha yako. Hali unayoiona sasa hivi ni matokeo ya namna wewe unavyowaza, ulivyowaza jana. Kwa hiyo kama unataka kubadilisha kesho, badilisha sasa kuwaza kwako. Utaanza kutaanza kuona milango iliyofunguka. Kuna lugha hautazungumza tena. Kwa nini? Fikra zimebadilika. Mungu akubariki sana na Mungu akufanikishe kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen.